Habari zenu. Habari zenu ndugu zangu. So, dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kumwangukia Mama Dangote of course na kumwomba msamaha na kuomba Mama Dangote amunblock. Ehe, kwa sababu kwa upande wake anaamini yeye na Mama Dangote ndo anatakiwa amsaidie Diamond Platnumz kutoka kwa Zuchu. So, alichokifanya dada wa taifa ameiposti picha ya Mama Dangote and then Akamwandikia caption kubwa kwelikweli, akaandika, Mama Dangote, sijajaribu kuku search kama wiki mbili hivi. Jana nimejaribu ndo nimeona umenipiga block. Mama Dangote, miaka yote mimi huwa naharisha mdomoni, ila hajawahi kuni block. Nimejiuliza sana kimetokea nini, imenichukua muda kidogo kupata jibu. Itakuwa ni ile post ya kufuturisha yale ya matusi niliyoandika ya mama Dangote. Sidhani kama alielewa ile posti, sikukutukana na yale matusi. Nilisema yawezekana kinganga anamwambia dai akutukane hivyo, wakiwa kwenye mzagamuo na yeye anasema, ila si kama nilikutukana wewe au sa matusi yale nilikuwa natolea mfano tu. Akaendelea kwa kuandika kwamba kama unadhani nilikutukana matusi yale, basi naomba unisamehe mama yangu haikuwa nia ya yangu, naomba unisamehe, I feel really bad. Uh, umedhani nimekutukana matusi yale. Siwezi mrudishia mama wa mtu matusi kama yale tena, uh, akiwa hajawahi kunikosea chochote. Nimekosa amani mno, maana kwanza kabla sijagundua wewe umeniblock cha kwanza nilidhani labda umeni accept king'ang'a, umemwaccept king'ang'a, na hunipendi vile, simkubali Yaani nilitetemeka na kukosa nguvu, nikasema, mama Dangote kamkubali Zuchu mpaka kaniblock? Basi nimekwisha, nililia sana mama. Ni unblock sisi, ni one team, lazima tumkomboe kijana wetu dhidi ya yule mama mtu mzima hovyo na binti yake. Tusitengane tukapunguza nguvu, kijana atapotea mazima. Ni unblock please. Jamani, kaniombeeni msamaha kwa mama Dangote. So hicho ndo kitu ambacho dada wa taifa amekiandika, of course kupitia katika akaunti yake ya Instagram akimtaka mama Dangote, mama yake na Diamond Platnumz amsamei, mradi waunganishe nguvu mama Dangote pamoja na Mange Kimambi ili waweze kumsaidia Diamond Platnumz kutoka kwa Zuchu, kwa sababu inaonekana you know, this time around Zuchu alipomshika Diamond ni pabaya mpaka Diamon hamsikilizi tena mzazi wake. So hiyo imekuwa its one of the comments kutoka, I mean it's one of the post kutoka kwa dada wa taifa Mange Kimambi. So what do you think about that, au una comment gani kwa hili ambalo limekuwa likiendelea kwa sababu hii imekuwa ni kampeni rasmi sasa e, dada wa taifa ameifanya kama ya kumkomboa Diamond Platnumz kutoka kwa Zuchu. what's your comment comment about that? Tafurahi sana nikisoma comment yako. Mimi naitwa Zakwisha de la Cruz na hii ni B+ trending.